Jiunge nasi kwa mafundisho ya kiroho na mijadala yenye kuelimisha. Ninayekukaribisha katika makala hii ni Yustasela John. Karibu sana, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Kwa siku ya leo tutaangazia Ukristo wa mchango na mioyo baridi. Kuna mtu mmoja, labda unamfahamu au pengine wewe ndiye mtu huyo. Maisha yake ni simulizi ya uchungu, simulizi ya machozi yasiyoonekana na ulimwengu. Hajasoma si kwa sababu alikuwa mjinga, bali kwa sababu maskini. Alikuwa na ndoto lakini, ndoto hizo zilikanyagwa na umaskini. Kila siku anaamka alfajiri, anakwenda kufanya vibarua ili apate mkate wa siku moja. Mara nyingine hata huo mkate anaupata kwa mateso, kwani mabwana wake wanamdanganya, wanamnyanyasa na hata kumlipa chini ya haki lakini bado kila Sabato mtu huyo ataosha uso wake kwa maji ya kisima, atavaa nguo yake pekee yenye heshima na ataenda kanisani. Anaketi nyuma kimya, akitazama madhabauni ambapo wimbo mzuri wa kwaya unainuka kwa sauti ya furaha, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Lakini ndani ya moyo wake anasema kimya kimya, lakini Bwana, nimepungukiwa na kila kitu. Mara nyingi anapojaribu kushirikisha maumivu yake, kwamba hana chakula, kwamba watoto wake hawajala siku mbili, kwamba anaumwa na hana hela ya dawa, wanamtazama kwa macho ya ajabu. Wengine wanamwambia uombe zaidi ndugu, wengine wanamgeuzia shingo wakisema, huyu anaonekana mzigo tu na cha kushangaza, muda si mrefu, mzee wa kanisa atasimama madhabahuni na kusema kwa sauti ya msisitizo: kumbukeni ndugu zenu wanaoteseka, michango yetu ya leo itaenda kusaidia wahitaji. Na sadaka zinakusanywa, zinasafirishwa nje ya nchi, au zinatumika kwenye miradi ya mbali. Lakini yule ndugu maskini anayekaa nyuma, bado njaa inamuuma, bado hajalipa kodi, bado hana viatu. Je, huu ndio Ukristo Kristo aliyotufundisha? Yesu Kristo alisema, kwa maana nalikuwa njaa, nanyi hamkunipa chakula, naliona kiu, nanyi hamkunipa kinywaji, nalikuwa mgeni, nanyi hamkunikaribisha, nalikuwa uchi, nanyi hamkunivika, nalikuwa mgonjwa na kifungoni, nanyi hamkunijilia. Mathayo 25, 42, 43. Yesu hakusema atupeleke misaada mbali, alianza na aliokuwa karibu. Kanisa lililo hai ni lile linalogusa maumivu ya waliokaa ndani yake kwanza. Lakini leo kuna ukristo unaotia maumivu, ukristo wa maneno, sio matendo, ukristo wa michango ya mbali, si ukristo wa kugusa machozi ya jirani. Wakati ndugu analia, wa kanisa linaimba. Ni ajabu sana kuona jinsi tunavyoweza kuimba kwa furaha tukisahau kuna mtu anayeangalia kwa macho aliyokosa utumaini. Tunajaza kanisa kwa miangaza, mapambo na muziki mzuri, lakini mioyo yetu imejaa barafu. Ellen G. White aliandika maneno mazito sana kuhusu jambo hili: kuna maskini wengi wahitaji na wagonjwa miongoni mwa watu wa Mungu ambao wamesahauliwa, ili hali misaada inapelekwa mbali. Watu wa Mungu wametakiwa kuanza nyumbani na kutoka pale kupanua duara la upendo. Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 2, page 29. Na tena akaandika Sadaka hazina thamani mbele za Mungu ikiwa mioyo imekosa huruma kwa wale walio karibu wanaoteseka. Welfare Ministry ukurasa wa 316. Haya maneno yanapaswa kutufanya tutetemeke. Tunaweza kutoa milioni kwa jina la Mungu, lakini kama jirani yetu analia njaa, sadaka zetu ni kelele tupu mbele za Mungu. Yesu alisimulia hadithi ya tajiri na Lazaro. Lazaro alikuwa maskini, alikaa mlangoni mwa tajiri, anaumwa na ana njaa, lakini tajiri alikuwa anapita kila siku akivaa vizuri, akila vizuri, akimwacha Lazaro akifa njaa mbele ya lango lake. Mwisho wa yote tajiri alijikuta jehanamu, sio kwa sababu alikuwa tajiri, bali kwa sababu hakujali. Luka 16:19-31. Kuna wazarus wengi leo ndani ya makanisa yetu, kwenye mitaa yetu, ndani ya familia zetu, lakini tunawatazama tu na kuendelea na ratiba za ibada, kana kwamba hatuoni mtu huyo anayefanya vibarua anateswa na mfumo wa dunia na pia na mfumo wa kiroho uliopotoka. Biblia inasema usimnyime ujira mtu maskini na mwenye shida kwa sababu yeye ni maskini, Kumbukumbu la Torati 24:14 24. Lakini mara nyingi tunakuwa wazuri sana kwenye maneno kuliko matendo. Tunamwambia maskini Bwana atakubariki, wakati tuna uwezo wa kumsaidia, lakini tunageuka na kuondoka. Yakobo aliuliza swali la kuchoma moyo: kama ndugu au dada yako amevuliwa nguo na hana chakula cha kila siku, na wewe ukamwambia nenda zako kwa amani upate kushiba na kujivika, lakini hukumpa vitu vinavyohitajika mwilini, faida gani? Yakobo mbili kumi na tano kumi na sita. Pendo wa kweli huanza ndani kabla hatujapeleka misaada nje ya mipaka. Hebu tuanze na jirani yanayelala njaa Kabla hatujachuma michango kwa jina la wahitaji wasioonekana, hebu tumsaidie mjane anayekaa nyuma ya kanisa letu. Ukristo wa kweli si katika matangazo, bali katika matendo. Ellen White anasema tena kwa uchungu, wengi wanataka kufanya kazi kubwa kwa ajili ya Mungu, lakini wanashindwa kuona kazi ndogo mbele ya macho yao. Wamesahau kwamba Kristo alitembea miongoni mwa maskini na wanyonge. Testimonies, volume 3 ukurasa wa 387. Kanisa lisilo na huruma si kanisa la Kristo. Kwaya nzuri, mafundisho mazuri na ujenzi mkubwa havina maana kama mtu mmoja tu ndani ya kanisa hilo analia kwa njaa. Kristo alipokuja duniani hakujenga jumba, alijenga mioyo. Hakutafuta michango, alitafuta watu. Hakutafuta sifa, alitafuta roho zilizovunjika. Mhubiri nne moja inasema, nikageuka tena nikaona dhuluma yote zinazofanyika chini ya jua, natazama machozi ya walionewa, wala hawana mfariji. Leo machozi hayo yapo tena, watu wanalia ndani ya makanisa, wakiwa hawajariwi na Mungu anatazama kutoka mbinguni akisema, nani atakayenisimamia? Nani atakuwa mikono yangu ya rehema? Kama kanisa tukianza kumpenda jirani yetu maskini, ndipo tumeanza kweli kweli kuwa wanafunzi wa Kristo. Lakini kama bado tunapouza wanaoteseka kati yetu, basi sisi si, si, si mashahidi wa Injili, bali mashahidi wa unafiki. Ukristo wa kweli hauna kivuli cha ubinafsi, unatazama mateso ya wengine kama yake mwenyewe. Ellen G. White, Ministry of Healing, ukurasa 502. Mungu atupe macho ya kuona walioko karibu nasi, masikio ya kusikia kilio cha walio kimya, na mioyo ya kuguswa na maumivu ya walioachwa. Hapo ndipo tunaweza kusema kwa ujasiri kwamba kweli sisi ni Wakristo. Tuombe. e Baba wa rehema, Mungu uliyeona machozi ya Hagara jangwani na ukasikia kilio cha mwana aliye chini ya kichaka Tazama tena ulimwengu huu wa mioyo baridi. Tazama makanisa yako Bwana, ambapo nyimbo zimejaa lakini huruma imekufa. Tazama madhabahu zako ambapo michango inatolewa lakini jirani anakufa kwa njaa nyuma ya benchi. Baba, tumeimba kuhusu upendo wako lakini hatukuishi upendo huo. Tumeinua mikono yetu kanisani lakini tumewapuuza waliopoteza utumaini Tumejenga majumba mazuri ya ibada lakini mioyo yetu imebomoka kwa ubinafsi. Tumezungumza kuhusu mbingu lakini tumewasahau walioko duniani wanaolia kimya kimya. E Bwana, tuna kiri, tumeona machozi lakini hatujafutwa. Tumesikia kilio lakini tumejifanya viziwi. Tumepita karibu na maskini lakini tukijifanya tuna haraka ya kwenda kukusanya sadaka. Utusamehe Baba. Tuvunje mioyo yetu kama ulivyovunja mkate wa maisha. Tufundishe kuona thamani ya mtu maskini, tufundishe kugusa vidonda vya waliojeruhiwa, tufundishe kutenda kabla ya kuhubiri. E Yesu uliosimama upande waliotengwa, tupatie macho yako ya rehema, tupatie moyo wako uliojaa huruma, tupatie mikono yako iliyokuwa tayari kumsaidia hata adui, tupatie miguu yako iliyotembea umbali mrefu kumtafuta aliyepotea. Bwana, kama kuna kitu kinachopaswa kuvunjika leo, basi vunjika mioyo yetu. Kama kuna kitu kinachopaswa kutiririka leo, basi atiririke machozi yetu kwa ajili ya wale tulioshindwa kuwajali. Na kama kuna kitu kinapaswa kuanza upya, basi uanze upendo wa kweli ndani ya kanisa lako e Mungu wa rehema, usiache tu wakristo wa maneno, tufanye tu wakristo wa matendo. Na siku ile utakaporudi kwa utukufu, usiukute upendo wetu umekauka, bali ukute mioyo iliyojaa huruma, macho yanaolia kwa wengine, na mikono inayogusa waliopondeka. Tunasema kwa unyenyekevu: Bwana tuhurumie, turejeshe, tufanye tena kuwa kama Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa huruma, aliyelia kwa ajili ya Yerusalemu. Amina. Mtazamaji, natumaini siku ya leo umekuwa na wakati mzuri sana ambapo tumepata nafasi ya kuomba pamoja tukiomba kwa Mungu aendelee kutengeneza mioyo yetu, ili tukaendelee kuwa wakarimu, tupate kuwasaidia wahitaji na tuweze kuwaona hata tunapokuwa katika nyumba za ibada, tuanze kuwagusa wao kabla hatujatoka nje. Natumaini somo la leo na makala ya siku ya leo basi itagusa moyo wako, lakini pia itaamsha dhamiri zako kwa Mungu. Hadi wakati mwingine. Mimi ni Yustasela John.